Mtu mwenye afya njema ya, yes, ya akili ni yupi? Kwa mtu mwenye afya njema ya akili ni yule mtu ambaye labda pengine anahisi kwa ufasaha yes, na kwa ufanisi, kwa namna yeye ambavyo anatakiwa ahisi. Kwa mfano labda pengine amefinywa akahisi kwamba mimi kweli hapa nimefinywa, labda pengine ameambiwa akaona kwamba mimi nimeambiwa, no, labda pengine anatenda ana, ana, ana, ana akaona kwamba mimi hili no, natenda, lakini vile vile anaamiliana vipi na wengine tayari kwa mtu ambaye ana afya njema ya akili atakuwa anaamiliana vizuri na watu kwa mujibu wa muktadha wa, wa yale mazingira ambayo yeye anaamiliana nayo. Kwa mfano labda bene kama katika masuala ya dini, basi atakuwa anaamiliana kwa mujibu wa zile norms na silika za, za dini, labda bene katika jamii michezo, kwa mujibu wa silika na, na, na tamaduni za ile michezo, labda bene shule, kwa mujibu wa mila na silika ya, ya zile shule na, na vitu kama hivyo. Kwa ili tu, tuone kwamba huyu mtu ana afya njema ya akili lazima kwanza tuone kwamba kwa mujibu wa tamaduni za pale sehemu ambapo yeye anafanya au kwa kile ambacho anafanya na kwa mujibu wa taaluma yake au taaluma ya ile jamii kitu hicho kinakubalika vizuri Ndi. kwa mfano labda pengine hmm. na. E, kwa muktadha, kwa sababu hii ni, ni TV ya dini, niseme kwa muktadha wa hii dini labda pengine Sahi. Na, na. kwa karika. mfano labda pengine mtu ame, amedai ame, ame, ame, ame kwamba yeye ni mtume katika dini ya Kiislamu e, kwa haraka haraka tutaanza kujaji kwamba au tutaanza kuhukumu hivi huyu ana afya sahihi ya akili na, na, na, na, sahihi, akili zake ziko timamu labda pengine. Kwa nini anadai kwamba ni mtume, na kwa mujibu wa dini hii hakuna mtume tena, mitume imeisha, sawa, sawa. Lakini mtu huyo huyo labda pengine akiwa labda pengine ni muumini wa dini zingine, kwa mfano labda muumini wa Jehovah au labda pengine m muumini wa Pentekosti au wengine akisema yeye ni mtume. Kwa kwa hiyo sasa, dhana ya afya akili inahusiana pia na na ule uwezo wa taaluma ya mtu au ya jamii, mtu ana ana afya ana afya mbaya ya akili au ana afya ambayo a ina, ina changamoto labda pengine inaumwa. Mm-hmm. Huyo mtu huyu interaction yake yale maamiliano yake matendo yake mazungumzo yake yataenda tofauti kabisa na- na na muktadha ambao wa ile kwa mfano labda pengine umepita E, barabarani ukamkuta kwamba mwanamama amekaa uchi anatukana a ana, utajua kwamba huyu mtu anakine, ana, ana shida apana kusema ana akili akili eh, anazo lakini ake, akili yake ina ina, ina, ina, ina, na, ina, ina, ina na shida e, na labda pengine kwa tamaduni za kwetu hivi labda pengine e, mabinti wanatakiwa wavae vizuri Wana, wanapotoka labda mbele za watu ambao ni, ni, ni ajnabi wao wa vizuri, kamwona kwamba binti kwa ghafla tu yani, from nowhere, hakuwa hivyo lakini anaanza kutoka labda pengine na blouse au na bikini yeah. Na unajua kwamba hapa kuna shida, kuna, kuna, kuna. Kwa hiyo yeah. Afya akili inajumuisha pia na, na matendo ya mwingine. Anaweza asiseme, lakini vile anavyofanya kasema kwamba mtu mtwana ana changamoto yeah. ya afya ya akili.